morning to you, Big City Breakfast here on 92.5 Mjini FM. Kwani ni kwako, assalamu alaikum, jaje, jaje. Nikisema jaje, unajibu nini, Barbara? Unasoma sana, sana. Eh? Unajibu nini? Oda, oda. Ah, timae. Eh. Eh. Jamani, dunduliza na kipengele amazing, ambayo inakusaidia kupata dondoo zinazotekelezeka. So, financial gain is the key point lakini ukisikiliza kwa makini kwa mwaka mzima dunduliza na haujanufaika kifedha, inawezekana kwamba shida ni wewe. Sawa. Nimeona kuna bonge la fursa sasa hivi katika masuala ya uandishi. Sawa? Naomba mwashie microphone, uh, kwa sababu uh, sisi consumption patterns mm. za walaji u yeah. zimezidi kuwa kwenye short form content. Mm -hmm. kwa kula online okula kupitia hiyo uh, mm. ni mziki zote ni short form dakika mm. moja sekunde 30 hadi 45 sekunde mm. Nimeona kuna fursa kubwa kwamba kama Watanzania sio wasomaji, ni kwamba sio wasomaji mm. ni kwamba kuna njia ya kuwapatia mm -hmm. talanta yako kwa njia nyingine. So. Short short short short form content, short form content right stories mm, short stories kameza mm, like for example today umezungumza kuhusu na CJ Walker, it was like a bio lakini mm, imekuwa kwenye format mm, ya yeah, inspiration mm, kwamba the first black woman billionaire in America mm, alikuwa uh, na, uh, kazi vyombo aliolewa yeah, kufua nguo sorry alipata dola yeah, moja aliolewa kila miaka 4, akawa yes, mjane kwa umri wa miaka 20. Yes, na wakati unaona, huyu hana maisha, na kipindi kile, of course, ubaguzi wa rangi Marekani kwa ndio balaa nje nje. Lakini fast forward, akaja ku kunufaisha watu wengi sana, akaajiri watu kupitia agents. Hmm. Uh, kila mtu akawa kama wakala. hmm. Inaweeana Mtanzania huyu asomi kitabu kizima, lakini sasa kuuza haya maandishi mm -hmm. kwa magazeti na jarida ni kama tumepoteza tume, tume, tume, tume tulimfahamu vipi kwa Eric Shigongo? Unaona sasa? Eh. Hey, yani tulimfahamu vipi? Mhm. Ni kwamba alikuwa e, anaandika kurasa mbili tatu kila mm. wiki unafuatilia. Ah. Oh. Na mimi huwa nina watu wengi huwa wanasema Watanzania hawasome. Mimi huwa ninakataa. Ndiyo. Katar yeah. E, na huo mfano ulioutoa ni mfano ambao naupenda sana kwa hmm, sababu nakumbuka, wakati ule yaani, kwanza ilikuwa ni siku ya Ijumaa watu wanasubiri Ijumaa ifike, kile kigazeti kinatembea, hey, watu wanasoma. Kwa nini? Hadithi ile inavutia, yaani ina zile sifa zote za kuwa kazi ya kibunifu. Unajua, kazi ya kibunifu ina mtindo wa kufanya msomaji nataka kusema awe hooked. Yani, ina capture akili yako, inakufanya akili yako yote kwa mraibu. <laughs> akili yako yote unaiweka pale, ndio ehe. Kwa hiyo mimi nafikiri, wa Watanzania wa wanasoma, lakini swali, wanasoma nini hapo. Na wanasoma kitu ambacho kime, kim, wame, wamepewa hicho kitu katika mtindo gani, na wanaoandika mawachapishaji wanawajua jinsi ya kupata wasomaji wao wako wapi? Katika miaka hivi karibuni kumekuwa kuna makundi ya waandishi mbalimbali ambao kwa initiative zao wenyewe, kwa jitihada zao wenyewe wamekuwa wakijikusanya na wakiwatafuta wasomaji kwenye mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa mfano mimi uh, wewe Evans na Barbara tunaungana, tunasema okay Ma, ma, mwezi huu tunamtoa Barbara na kitabu chake mm. Mwezi unaofuata labda tunakutoa events mwingine tunamtoa tuna Esther, tunachengeshana, so, kitabu so, kinatoka, lakini kila mmoja anakuwa amejenga uh, presence online, ana, ana, ana, anajenga ile profile yake wasifu wake, watu wanakuwa wanamfuata wanamjua, wanaelewa kazi zake, kwamba huyu ah, kweli akitoa kazi Yani lazima ninunue. Unaona, kwa hiyo una, unaona jinsi ya kutumia teknolojia katika haya mabadiliko yanayoendelea duniani katika kupush kuhakikisha kwamba kazi za kibunifu zinaenda mbele. yes. mm. thank you so much kwenye hilo mm. uh, moja, moja njia nyingine ya kupata pesa kupitia uandishi uh, ubunifu pia ni kushiriki mashindano mm. kama, kushiriki kama hii, because si lazima ushinde Hmm. Kwanza unapata network ya watu ambao ni waandishi kama wewe. Ni kweli. utapata mawazo utapata assistance network yako si ndio? na wao wa, wa, wa, wenye connection wakubwa wanaweza kukusaidia kupa ushauri hmm. lakini pili kuna cash prizes zinapatikana si ndio? yes, well, top 3 ndio unapata mm -hmm. prize. eh, si ndio? Tuzo ya, nafasi ya tatu mm -hmm. Okay, kwa hiyo katika tuzo hii uh, kwanza kwenye kila nyanja kunakuwa kuna washindi kumi uh -huh. Uh, mshindi wa kwanza mpaka ule mshindi wa kumi wanakuwa wanazawadiwa cheti kama kukutambua kwamba umeleta kazi nzuri, hongera sana. Lakini wale washindi watatu katika kila nyanja wanapewa zawadi zingine ikiwemo zawadi ya fedha wali... kwa hiyo mshindi wa tatu anapewa kiasi cha shilingi milioni tano. Mshindi wa pili anapewa kiasi cha shilingi milioni saba. Okay, na mshindi wa kwanza anapewa kiasi cha shilingi milioni kumi pamoja na ngao na kitabu chake kishachapishwa, serikali inakinunua na kukisambaza katika shule na maktaba nchi nzima. Umeona sasa hapo. mm. Yaani wewe unapata kufahamika kupitia uandishi wako hela umepata? Eh. Mm. Mm. Uh, kitabu kimekuwa printed. Ndio. na kusambazwa vilivyo. Utake nini? Yani, marketing, <laughs> na, na, na distribution kabisa <laughs> na, na distribution kabisa. <laughs> Kabisa, yani ni push kubwa sana. Eh, yes. Sana. Sana sana. Mm. Na Amboni kwenye nani category zote nne? Katika kila category. Oh. Okay. Imagine sasa. Na bado Uh, labda wazo la mwisho ni kwamba sometimes ukisha ainisha kuna changamoto moja katika labda shirika fulani au kampuni fulani au NGO fulani mm. Ukatumia ubunifu wako kuelezea story itakayosaidia kubadili mwenendo, yani behavioral change. Yeah. Kwamba watu wanapenda sana kuotesha mboga karibu na swi moja mbili tatu, yeah. Afu wewe ukaja na story <laughs> ambayo ikashika sana watoto mm. Kwamba hawafanyi hiyo tabia tena kwa sababu ya uandishi wako mm. Umesaidia jamii umepata pesa pia mm -hmm. Kwa kutumia uh, uwezo wako talanta yako mm. kwa hiyo -hmm. naomba hii ni dunduliza, uichukue moja hapo, ifanyie kazi, usikate tamaa kabisa unachokifanya mm -hmm. Yani, tafuta mbinu nyingine ambaye uandishi wako utakuja kuonekana, lakini kwa hiyo Tanzania si kwamba hawasomi. Na kama kitu kinaniputa off, I'm sorry I have to say this mm -hmm. kama kuforce kutumia lugha ya sui lugha fulani ambayo imezoeleka mm -hmm. inakuwa lugha ina Ura, una, ina urasmi kiasi kikubwa kiasi kiasi hicho. Hakifanani na na nature. And and yeah, I've seen yeah. it so many times in series mm. and in series movies. kwa kwa hivi sasa baba, mimi kwamba la hasha. kama kama kama itawezekana, rubuni jamani hivyo. umechukua fresh by the way, tupo tupo live kupitia YouTube search hapo Mjini FM uweze kufuatilia kwa undani zaidi. bakita hoya tunakuja Ma, m, kwa mfumo wa mateso fulani hivi. Sio mfumo wa kuwa I'm so happy to go to school. Ni kwamba ni kama umemaliza kifungo hivi, ukigraduate. Sio, unaelewa. There's a certain way au attitude ambayo unaenda kufaika. Lakini mkiongea kuhusu shule mara nyingi mnaanza kubadilishana stories za mateso. Mwalimu fulani alikuwa anafanya hivi, chakula kwa anachelewa, sio nani na nini. Sio mshukiki tu kitu. Yeah. Sasa vitabu viko mumu ndani kwamba kusoma hata kama ilikuwa ni nzuri, lakini mazingira yale ni kama vile tumepitia yote vita fulani hivi mm. Tunakumbuka enzi zetu na tunashukuru kama tumetoka. That's yeah, one. Number two is again the language. mm. Lugha ya kila siku ambayo mtu wa kawaida anaweza kaelewa, walaji wapo consumers wapo hmm. Because ukiangalia adaptations za series waoukiangalia hizo zimetokana na hmm. uandishi of of course, which means kwamba mtu anaweza andika Lord of the Rings, anaweza andika Harry Potter. Na alikuwa amekata tamaa kabisa, yule nani huyo, nani huyo Harry Potter, um I know her, um, jina limenchoka, lakini yes. <laughs> mpaka ma publishers JK, JK Rowling yes walikuwa mm. wakamkata wengi kumchapisha kum kitabu chake eh. Hatimaye ah, mtu mmoja hakuelewa ah, kabisa mm. kufanya vizuri mno lini natoa nyingine. hata leo kitoa yeah. So yeah. do kwamba ma mazingira usomaji shuleni mm. yabadilike mtu aone kuna raha ya kusoma. Nafikiri no, so. Kwamba uko sahihi kwamba utamaduni wa kusoma unaanzia unaanzia nyumbani mm -hmm. Ehe, utamaduni una, unaanzia na mimi na wewe, watoto wetu. Unampa una, mtoto wako kitabu mm. ama unaendelea una, tu na mkumbo, au unaendelea na mkumbo kwamba ah, hatusomi, kwa hiyo mm. unaendelea tu na mkumbo. Kwa hiyo tunaanza sisi kubadilika, wazazi tubadilike, watoto wetu tuwape vitabu. Lakini nafikiri pia serikali inajitahidi um, kadri tunavyoendelea kubadilisha hii hali kwamba unaona hata um, pengine hivi vitabu vya, vya tuzo vinavyopatikana ni kwa ajili ya watoto wa umri mkubwa kwa sababu vinapelekwa pia mashuleni mm. Lakini uh, zipo jitihada za kuhakikisha kwamba watoto mashuleni wanasoma nje ya uh, vile vitabu ambavyo lazima wavisome kwa ajili ya masomo, labda niweke hivyo mm. Kwa hiyo i think ni jitihada zetu sote, ni sio mtu mmoja tu ambaye anaweza akabadilisha hii hali. Inaanza nyumbani, serikali ina nafasi yake, jamii pia ina nafasi yake. Lakini kwa kuongezea kidogo, mi nataka kuchallenge kidogo huo uh, mtazamo kwamba watanzania hatusomi. Unajua, nakubaliana na, na wewe kabisa kwamba uh, ile mantiki ya kwamba nasoma kwa ajili ya mtihani, kuna watu kibao ambao actually hata hiyo Oh, Chinua Achebe Things Fall Apart hajawahi kukisoma, alisoma tu summary ili akajibu mtihani. Unanielewa? yeah. <laughs> Lakini kuna watu kama mimi, mimi nimesoma PCB lakini nimeingia kwenye ulimwengu wa vitabu kwa sababu ya mapenzi ya vitabu, na nilivyoingia, nilivyoingia kwenye ulimwengu wa vitabu nimekutana na wenzangu wanaopenda vitabu kwa hiyo inawezekana tumejitengenezea ka ulimwengu wetu mm. <laughs> wapenzi wa vitabu. Sasa hivi Tanzania unaona kuna book clubs nyingi zinaibuka mm. sijui Hekima book club, kuna Umoja book club na zingine hizo, watu wanajikusanya wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba, aha, watu wanapenda kusoma, lakini mm. pengine kuna changamoto mbalimbali yani. mbali, ambazo zipo kwenye jamii lakini wapenzi wa vitabu kwa kweli wapo, tupo. Lakini pia nimepata message mm. Unakumbuka mda ule ambao men, nawaambia wadau kuwa kama wewe ni mwandishi mbunifu mm -hmm. Na una, una, ungependa kupata advice kutoka kwa Esther sababu ni mbobevu kwenye upande huo, yes. Unaweza you can reach out kwetu alafu tutamfahamisha then anaweza hapa 727 alafu tutamfahamisha anaweza kuadvise hapa hapa, so kuna huyu hapa anajiita mtangazaji wa taifa kupitia Instagram amenitumia DM. Anasema, Esther mm -hmm. Hi sister, mm -hmm. mada yenu ya leo imenigusa sana, and of course it's true kwa sasa mm -hmm. si watu wengi wanasoma vitabu kama zamani tena, kwa Watanzania ndio hakuna kabisa. Mimi nilianza kuandika tamthilia mm -hmm. kama two months ago, nimefika sehemu kama ya 17 hivi ya kiubunifu, lakini kaweka in brackets, nimechoka, nimechoka. Kila nikisema naendeleza napata na uvivu, sijaimaliza na nataka iishie sehemu kama 25 hivi, kwa hiyo sio ndefu sana. Kilichosababisha kuandika hii tamthilia ni kero za mpenzi wangu, ndio idea ilizaliwa hapo. Haya, goja huyu alirudia na mpenzi wake ndio maana kashindwa kuendelea <laughs> achana na, gombana naye gombana naye ili atiririke <laughs> kwa sababu ameshafika nani ya 17. Yes. Uh, kufika kwenye 25 sio mbali sana, mm. Uh, wewe Esther kama, kama pia uh, mwandishi wa vitabu mm. Unamshauri vipi? mm, okay. Kwanza nimpe pongezi kwa sababu kuandika ni kazi, mm. Unajua uandishi ni kitu uh, yaani japokuwa mwandishi yuko kwenye jamii lakini ni kitu kinakufanya uwe mpweke kwa sababu unakaa wewe na, na yale maneno yako unayaangalia, unadadavua, unajiexpress, unajieleza una kupitia maneno. Kwa hiyo ninampa pongezi, sio kila mtu anaweza kuwa na nidhamu ya kuandika. Kwa hiyo mpaka hapo alipofika ni vizuri sana, okay. Nachoweza kumshauri ni kwamba pale anapoona amegota, anaweza katafuta rafiki anayemwamini. mm -hmm. Sio mtu yeyote, maana watu pia sio wema. Unaweza mm, ukachangaa, unamshirikisha mtu jambo, kapiga picha, hey, uh, click, hey, click click click. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na jumuiya <tune>